Sasa bwana bwana Waitress Media, mm -hmm. ni eh, takriban siku hamsini tangu serikali yetu ya Victor Muema, mm -hmm. serikali ya Voka, mm -hmm. ichukue uongozi chuo kikuu cha Maasai Mara. Unaonaje? wamefanya kazi, kuna, kuna kitu anak mm -hmm. walituahidi vitu kadhaa, mm -hmm. na baadhi ya vitu hivi, mm -hmm. wenyewe wanajipiga kifua kwamba washa kuna vile uh, vitu washatimiza. Kwako naonaje, ni kweli au uongo, ama vile wanafanya kazi yao uh, tangu serikali kuchukua mamlaka mm hapa -hmm. chuoni no. ni kwamba hawajipigi kifua bure mm -hmm. imefungwa kwa muda mrefu na ile serikali ya awali aha. haikuweza kufungua. Kwa hivyo ni jambo unaosema, ni jambo kubwa tu kulingana na wao wenye wanasema. Sasa kulingana vile wanasema, lakini kulingana wewe unaona, mimi binafsi E, ni jambo kubwa tu, e, e, kubwa tu. E, ni kubwa. <laughs> Ayisa, shwari, shwari. Alafu, mm -hmm. Kuna hii mambo ya tournament. Naam. Pia wanajipiga kifua kwamba <laughs> baada ya kufungua gate B, sasa mm -hmm. wameleta tournament kubwa. Ndiyo. lakini kuna wale wachezaji mm -hmm. ambao wana complain no. wanasema kwamba sasa, serikali ya Voka wanajipiga kifua kwamba wameleta tournament tournament kubwa mm -hmm. Lakini ukiangalia idadi ya pesa ama, no. ile pesa ambayo imetolewa pale, wanasema mm -hmm. ati mshindi mm -hmm. anaondoka na elfu tano Sasa wanasema elfu tano ni nini? <laughs> we kwako wasemaje? uh -huh. elfu tano kulingana, manake ni kama ume Hujambo na karibu katika kipindi chetu leo hapa Samtech Media. Na leo tumekuandalia mambo kabambe, mambo bam bam zaidi. hii ni Samtech Media, nyumbani mwa burudani ambapo tunakupa habari za hivi punde zinazochipuka na za kuelimisha. Endelea kutegea Samtech Media kwenye mitandao ya kijamii kwenye Facebook, Twitter na Instagram at Samtech Media. Oh, Samtech Media bringing moment into life. Kutoka vijijini hadi mijini, habari za siasa, elimu na vilevile biashara na michezo. Ungana na wanahabari wabobefu wa Samtek Media kupokea taarifa hizi na zingine nyingi kwenye mitandao ya kijamii kwenye Facebook, Twitter na Instagram at Samtek Media. Let's support him. He's doing a great job.

Sasa bwana bwana Waitress Media. Ah, mm -hmm. uh, ni uh, takriban siku hamsini tangu serikali yetu ya Victor Muema mm -hmm. serikali ya voka mm -hmm. ichukue uongozi chuo kikuu cha Masai Mara Naam. unaonaje? mm -hmm. wamefanya kazi, kuna kuna kitu lakini, mm -hmm. walituahidi vitu kadhaa mm -hmm. na baadhi ya vitu hivi mm -hmm. wenyewe wanajipiga kifua kwamba washa kuna vile uh, vitu washatimiza mm -hmm. Kwako unaonaje, ni kweli au uongo, ama vile wanafanya mm -hmm. kazi yao uh, tangu serikali kuchukua mamlaka mm hapa -hmm. chuoni no. Ni kwamba hawajipigi kifua bure. mm -hmm. Wamefanya kazi mm -hmm. Mine, Just point out. kama mwanahabari mm -hmm. nimetembea tembea chuoni nimeona mambo mengi wamefanya. uh -huh. kwanza uh -huh. Walianzia na kufungua lango la ba mm -hmm. ama gate b hapo sasa, mm sasa -hmm. Bwana eh, kuna a, nini issue ime arise mm -hmm. hivi majuzi Naamu. wanangu wanasema kwamba hii ah, serikali ya voka <laughs> wanatangazia kwamba wamefungua gate b Naam. sasa hii gate b mm -hmm. wengine wanasema hawafai kujipiga kifua mm -hmm. mara gate b hata watu, watu wengine watano hivi wameenda yep. pale kwa, kwa dini na waseme tunataka ile lango lifunguliwe. Sasa mm -hmm kwao wanaona, mi binafsi nasema ni jambo kubwa, maana ilikuwa imekaa kwa muda mrefu kama ifunguliwe, lakini wakati rais na watu wake walikaa chini, wakaona kuna wanagenzi wanaishi katika maeneo ya gate bar na akaweza kutilia mkazo nikafunguliwa. Naweza sema pia ni jambo kubwa, maana ilikuwa imefungwa kwa muda mrefu na ile serikali ya awali haikuweza kufungua hivyo ni jambo hmm. Nasema ni jambo kubwa tu kulingana na wao venye wanasema sasa, kulingana vile wanasema oh, wewe wanasema kulingana na mimi binafsi <gulangye> eh, ni jambo kubwa tu, <gulangye> <jambo> kubwa tu. <gulangye> Ni kubwa alafu <gulangye> <gulangye> mm -hmm. Kuna hii mambo ya tournament Nam. Pia wanajipiga kifua kwamba <gulangye> ah, baada ya kufungua gate B <gulangye> <gulangye> sasa wameleta tournament kubwa lakini kuna wale wachezaji mm -hmm. ambao wana complain wanasema kwamba sasa serikali ya Voka wanajipiga kifua kwamba wameleta tournament, tournament kubwa uh -huh. lakini ukiangalia idadi ya pesa ama Naam. ile pesa ambayo imetolewa pale, wanasema uh -huh. ati mshindi uh -huh. anaondoka na elfu tano wanasema, elfu tano ni nini? Wewe kwako wasemaje hiyo uh -huh. elfu tano iko sawa kulingana? uh -huh. manake ni kama umesema serikali inafanya kazi. uh, inafanya kazi bora, hata nianzie <laughs> kusema hivi <laughs> elfu uh, tano uh -huh. ukijaribu kukombea na ile idadi ya wa, wachezaji pale uh -huh. ni pesa kidogo, pesa kidogo. Ni kidogo, wewe umekubali ni kidogo. Lakini majuzi nimekuwa na mazungumzo uh -huh. na rais mwenyewe no. kaniambia kana kwamba maoni yake ama plan zake ni kwamba uh -huh. uh -huh. ataweza kupa, kusukuma mjandala uh -huh. kwamba wakati ule mwingine uh -huh. ambapo ni semester ijayo uh -huh kwamba wachezaji watakuwa wanapewa kama elfu mia mbili elfu mia mbili kwa hizo club zote uh -huh, angalau upate wako na uwezo wa, wa, wa kununua zile gift uh -huh. zile zawadi za kupewa wachezaji uh -huh. ni nini uh -huh. lakini kwa sasa uh -huh. Ah, elfu tano ni kidogo. Ni kidogo. Hapo wasijipige kifua. Hakuna kifua hapo. Waendelee kujipiga vifua kwamba mm hiyo tournament -hmm. wameleta tournament <laughs> nzuri ama watulie wangojee hii ambao wanapanga kuwa semester ijayo uh -huh. ah, lakini wajipige kifua, chenye iko nayosema uh wako -huh. na right ya kujipiga kifua najua uh -huh. ni si, kwa nini elfu tano? Si kwa ile kwa jua elfu tano lakini ukijaribu kuangalia kwa miaka iliyopita uh -huh. hakujakuwa na, na kitu kama tournament ya shule uh -huh ambayo imeweza kupangishwa na uongozi wa shule. Kwa hivyo, hii ni kama ni jambo mpya katika chuo chetu. Kwa hivyo, pia wako na ile tu, wako na sababu ya kujipiga kifua tu, kama nilisema. Lakini kwa elfu tano, kaka, hapo wameuma nje. Mpenzi mtazamaji, ni kwa ruanja fupi tu mazungumzo mafupi tu, uh -huh. Hapa wewe, kama mwanafunzi wa chuo kikuu cha Masai Mara, waonaje? uh -huh. Serikali ya voka ambayo imekuwa mkuu wake ni Victor Muema, Victor Muema imejaribu kufanya kazi au bado? Maanake wanajipiga kifua kwamba wamefungua lango lango la baa pale lango kuu, mm -hmm. baa pale ama gate, gate B jinsi wanavyoita na pia, mm -hmm. wanajipiga kifua kwamba hiyo tournament ya shule ambayo inaisha leo, mm -hmm. pia ni moja hatari, mm -hmm. kulingana ukijaribu kuzilinganisha na zile ambazo zimepita, hii ya sasa ni kali sana. mm -hmm, ambapo tunapata uh, yule mshindi anaondoka na elfu tano elfu tano nakwambia, na wanajipiga kifua <laughs> kwa mawazo yako, uh -huh, tupe hapo comment. Naam uh -huh. Naam, hii ni Samtech Media nyumbani mwa burudani ambapo tunakupa habari za hivi punde zinazochipuka na za kuelimisha. Endelea kutegea Samtech Media kwenye mitandao ya kijamii kwenye Facebook, Twitter na Instagram, at Samtech Media into plea

the leading media brand. Ujambo na karibu katika kipindi chetu leo hapa Samtech Media na leo tumekuandalia mambo kabambe, mambo bamba zaidi, actually. Um,, you making our businesses widely known. You're helping us grow our business. Yeah, so what I can just say is, uh, thank you. You'll be blessed. What I can say to my fellow business uh, people business students welcome to some tech Media. Actually, here, utasaidiwa ku market your products utasaidiwa pia like yeah anything any question they'll just they they are are there for you they are ready to help you ready ready to to help offer anything. so welcome to SumTech Media. actually I I I have have have loved SumTech Media because like the growth and development that SumTech Media is trying to give the young Kenyans the young youths I am just uh, impressed and I'm very happy because something like this putting us on the platform this is like selling us

Yes. Ah, kwa watazamaji na pia wasikilizaji naweza kuambia, kuna kuishi na kuna kuisha, hivyo basi tuishi kama ndugu na dada, maana hatujui ni kipi au nini kitachangia shajara ya maisha yetu. Nami pia Benjamin nimeshukuru sana kuwa hapa kwenye Samtech Media ambapo nimeweza kujieleza na watazamaji pia wameweza kunifahamu kwa kina. Nashukuru sana usimamizi wa Samtech Media kunikaribisha hapa leo ambapo tumepata kuelezana mengi na kama pia wewe ungetaka kuwa hii leo kwenye Samtech Media, unaweza ukazungumza nao kwenye mitandao ya kijamii kote, kwenye Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, at Samtech Media, na pia wewe utaweza ukajieleza na kupata mengi kwenye kituo hiki ambacho kinakuwa kwa kasi zaidi hapa nchini na nyumbani mwa mahojiano mapevu Nam na, na walivyosema Waswahili, kilicho na mwanzo sharti kiwe na mwisho, lisilobudi hubidi. Na Waswahili wanavyosema, mla ni mla leo, mla kesho kalani. Samtek ndo nyumbani, ungana nasi mu ndani upate posho yako ya burudani. Jina langu ni Benjamin Mwangi, asante <tinyo>